linahusiana na nguvu ya urejesho wa ziada. Maana yake hapo kuna vitu viwili ambavyo tunavizungumza, cha kwanza ni nguvu, lakini cha pili ni ziada. Kwa sababu kuna mtu ambaye anaweza kawa na urejesho, Mungu akamrejesha, lakini kurejesha kwake siko kwa ziada. Mungu leo amenipaka mafuta kwa dakika chache ni kuletea habari njema inayohusiana na namna ambavyo Mungu anaweza akakurejesha lakini aina ya urejesho wa leo sio urejesho wa kawaida, ni urejesho ambao ndani yake kumejaa kitu kinaitwa uziada, ani access. Angalia Yoeli, tumesema inasema, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu. Wakati Mungu anazungumza kwa habari ya hili neno la kuwarudishia watu hapa, ukisoma vizuri unagundua kuna mambo mawili Jambo la kwanza, kuna Mungu anafanya fidia juu ya muda wa watu uliopotea, juu ya kazi ya mwanadamu iliyopotea, juu ya huduma ya mtu iliyopotea. Maana yake Mungu anataka afanye fidia kurudisha. Na ili Mungu alete fidia au arudishe kitu, maana yake kuna mtu ambaye ametumia kitu fulani kwenye maisha yake kuna mtu fulani amekwishaanza kuingia kwenye eneo fulani, akaanza labda ni huduma, akaanza labda ni karama fulani, akaanza labda ni uchumi, labda ameanza kujenga nyumba, au ameanza biashara, au ameanza kufanya kitu fulani, lakini shetani alikuja akaharibu ile biashara, akateketeza ile biashara. Kwa hiyo aidha amekaa kwenye hiyo biashara kwa miaka kadhaa. Hapo kuna mambo makubwa mawili, jambo la kwanza ni habari ya kurudishiwa juu ya kitu fulani ambacho kimekuwa tayari kimepotea, maanake kilikuwepo. Maana hakuna mtu ambaye anaweza karudishiwa kitu ambacho hakikuwepo. Hilo ni la kwanza, lakini la pili amezungumza pale kwa habari ya miaka miaka. Maana yake ni muda ambao mtu amekaa kwenye jambo fulani. Kuna uwezekano, kuna mtu ambaye alikuwa kwenye huduma labda kwa muda wa mwezi, kuna mtu ambaye alianzisha biashara, kuna mtu ambaye alianzisha kazi fulani kuna mtu ambaye alianza kuingia kwenye mfumo wa maombi huo, tunasema ni muda. Neno la Mungu katika Yoeli mbili inasema huo muda uliopotea katika jambo hilo Mungu anakwenda kulirejesha. Bwana Yesu asifiwe. Na nimesema kitu ambacho kinarejeshwa maana yake ni kitu ambacho kina sifa kuu mbili. Sifa ya kwanza, hicho kitu kimesha kuwepo. Hiyo ni sifa ya kwanza lakini sifa ya pili hicho kitu hakipo katika hali ya usawa, yani kwa maana kimeharibiwa, aidha kiliibwa kabisa au kipo kimecheleweshwa. Kwa hiyo kwa wakati huu tunamzungumza, hakipo au kipo lakini kiko katika hali ya kuharibika sana, na kwa sababu kilianza kikapotea, au kipo hakiko katika hali nzuri kuna vitu vinatokea, ndio ile Zaburi ambayo tumeisoma pale ya 30 mstari wa kumi na moja, anasema aligeuza matanga yangu kuwa machezo. Maana yake chochote ambacho kinahitaji kuamshwa, kurudishwa, wakati wa kabla akijarudishwa kipo kwenye machozi, kipo kwenye kuumia, kipo kwenye masikitiko, kipo kwenye huzuni kabla Mungu hajakirejesha, maana yake kinapita katika vita, kinapita kwenye maum, mateso, kinapita kwenye maumivu kinapita kwenye machozi. Ndio maana amesema katika ile Zaburi 30 kwamba aligeuza matanga matanga, maana yake ni maumivu. Matanga maana yake ni, ni msiba. Na ukisikia kuna msiba, maana yake kuna kitu, kuna machozi, maana yake kuna watu wanaomboleza, kuna watu wanalia, kuna watu wamepotelewa, lakini kuna watu wamepunguzwa kwenye idadi ndani ya familia hiyo. Kwa hiyo, msiba maana yake ni wa kitu ambacho kipo katika hali, hali ya kuumia, hali ya kuteseka. Bwana Yesu wasifiwe eh? Pale mbele asema alinivua gunia ukanivika furaha. Gunia katika ulimwengu wa roho na katika Agano la Kale, ili watu waweze kunyenyekeza mbele za Bwana walivaa magunia. Wengine wakafunga. Kwa hiyo Mungu anaposema kwamba Mungu alikuja akamvua mtu gunia, maana yake huyo mtu alikuwa katika hali ya kuomboleza, katika hali ya mateso, katika hali ya hatia, lakini Mungu akabadilisha ile hatia, akaleta furaha, akaleta matumaini, akaleta ushindi, akaleta kufanikiwa, akaleta bubujiko la neema na kibali ndani ya mtu ambaye amekuwa akikosa hiyo hali. Ayubu 42 12 Ilikuwa inazungumzia kwa habari ya Ayubu ambaye amekuwa katika mateso kwa muda mrefu sana. Kumbuka ukisoma ile sura ya kwanza, neno la Mungu linasema alikuwepo mtumishi wa Mungu ambaye Mungu alikubali mtakatifu zaidi ya watakatifu wote katika kizazi kile. Kwa hiyo Ayubu kwanza, alikuwa ni mtakatifu, lakini pili, Ayubu alikuwa ni tajiri. Ukisoma pale mbele Kwanzia ule mstari wa nne na watano ile sura ya kwanza, utamwona Ayubu alikuwa na utajiri huo. Utajiri wa Ayubu ni huo ambao umeusoma katika mstari wa kumi na tatu cha kwanza, inasema naye alikuwa na kondoo kumi na nne elfu, huo ni utajiri. Mbili, na ngamia elfu sita, huo ni utajiri wa pili. Tatu, na jozi za ng'ombe elfu nne na punda wake elfu. Kwa hiyo si tu kwamba Ayubu alikuwa ni mcha Mungu kuliko wote, lakini pia alikuwa ni tajiri. Sasa hiki ambacho kinazungumzwa kwenye mstari wa kumi na mbili sio kile ambacho Mungu alikiongeza. Nisikilizeni vizuri, watu wa Bwana, ukisoma usipoelewa huu mstari unaweza kajua kile ambacho kia, Mungu anaanzana nacho kwenye huo mstari kwamba ndicho Mungu alichokiongeza. Hapana. Kwa hiyo hiki ambacho tunakisema kwamba Mungu akaubariki mwisho wake, sio huu. Huu ni wa kwanza aliyokuwa nao, lakini Mungu anasema huu aliyokuwa nao wa kwanza, mwisho wake aliubariki mara mbili. Maanake hivi ambavyo tunavisoma kwenye mstari wa kumi na mbili Mungu aliviongeza mara mbili zaidi. Kama kondoo walikuwa hawa wamesema alikuwa na kondoo kumi na nne elfu maana yake kumi na nne elfu mara mbili, ngamia elfu sita maana yake mara mbili. Nisikilize, kuna watu ambao Mungu ananiambia kwenye maisha yao wamekuwa katika mazingira ambayo ni ya kupoteza vitu, wamekuwa katika hali ambayo ni ya vitu vyao kuzuiliwa, kufungwa kabisa visifanikiwe. Sometimes wali initiate vitu fulani ili viweze kuwasaidia kwenye maisha yao, lakini shetani alileta ajenda ya, ya kuzuia vile vitu visiende kwenye mafanikio. Akaleta kitu ambacho kimekuja kubroko ili mtu huyu asiweze kufanikiwa. Lakini leo Mungu ameniambia kitu chochote kile ambacho kilichukuliwa, ni zamu yake mchana wa leo Mungu kukirejesha. Amen, ni zamu ya Bwana kukirudisha tena. Narudia tena chochote ambacho kilipotea kiliharibika, leo ni zamu ya Mungu kukirudisha tena katika jina la Yesu alea. Haijalishi ulianzisha ujenzi ule ujenzi ukaishia njiani. Haijalishi ulianza kuwa na maono ya kuanza kujenga, alafu yale maono yakaishia njiani. Haijalishi shetani amekuja kubroko haki yako ya kupata mtoto, leo Mungu kwa sababu ni haki yako na Mungu alikuandikia kupata watoto Mungu anawenda kukurejeshea hiyo haki yako ya kupata watoto katika jina la Yesu Kristo aliye hai amen, amen, amen. Kanuni, kuna kanuni mbili za kufanya ure, urejesho wa ziada zitakusaidia, kanuni mbili za kufanya urejesho wa ziada. Cha kwanza, kanuni ya kwanza kabisa ya kufanya urejesho wa ziada ni kwa kutafuta ufalme wa Mungu. Sikiliza, ni kwa kutafuta ufalme wa Mungu lakini nitakuongezea na tatu pia. Moja, Mungu akusaidia kuna kanuni ta, tatu niseme ni mbili, lakini nitakuongezea, unaweza kaandika tatu za kuweza kurejesha kwa ziada, yani kufanya urejesho wa ziada. Kanuni ya kwanza ni kutafuta ufalme wa Mungu. Maana yake kutafuta ufalme wa Mungu, kutafuta ufalme wa Mungu maana yake ni bidii katika imani juu ya Yesu Kristo, na nikisema imani maana yake ni kuisimamia imani juu ya wokovu na kupata nguvu za kiroho, kwa sababu vitu vitakavyokamilisha hapo ulipo sio kuitwa mlokole, sio kuitwa mshirika wa kanisa la Yocnet. Lakini ni pale ambapo utakapoamua kuingang'ania imani juu ya Yesu na kuinua kiwango chako cha kiroho ili upate nguvu za kiroho kupitia Roho Mtakatifu zitakazokufanya uwe zaidi ya nguvu zingine zote na mamlaka ya nguvu za giza. Hiyo ni kanuni ya kwanza. Kanuni ya pili ni kutafuta haki za ufalme wa Mungu. Kuna tofauti kati ya ufalme wa Mungu na haki. Ukiutafuta ufalme wa Mungu, piga hatua nyingine ya kutafuta haki iliyo, au zilizo ndani ya ufalme wake. Kuna vitu vingi ambavyo viko ndani ya ufalme wa Mungu kuna mafanikio makubwa ambayo yako ndani ya ufalme wa Mungu. Kuna nguvu kubwa ambayo iko ndani ya ufalme wa Mungu. Kuna haki ambazo Mungu anastahili aziachilie ndani yako. kwa kufika tu hapa Yokneti unastahili kuanza kupokea haki ambazo ziko ndani ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Ame. Haki ya kwanza ya ufalme wa Mungu ni kujazwa Roho Mtakatifu. Hiyo ni haki yako, lakini haki ya pili ni ya kumtumikia Bwana bila kuogopa kuna nani, watu wanakusemaje. Unajua, kuna watu wengine, mtu anasema mara moja, anasema siwezi kuendelea. Hajui kuwa ni haki yake ya kutumika, na mtu anayetumika mbele za Bwana ni lazima Mungu amuandae kwa kusudi la huo utumishi. Lakini kuna haki ya tatu ambayo ni ya usalama, nasema usalama au amani. Hiyo ni haki ya mtu aliyeokoka, usalama au amani Mungu anataka kwa mtu ambaye ameokoka ambaye ameingia ndani ya ufalme wake awe salama awe na amani maishani mwake, asiwe mtu wa kuogopa wachawi, kuogopa mizimu ya ukoo, kuogopa sijui waganga, kuogopa sijui vitu gani. Mungu anatamani akupe haki ya usalama na amani. Bwana Yesu asifiwe. Yoeli 2:19 inasema. Yoeli 2:19, Neno la Mungu linasema Yoeli 2:19. Bwana akajibu akawaambia watu wake, sikiliza, mtazameni, nitawaletea nafaka na divai na mafuta nanyi mtashiba kwa vitu hivyo. Sikiliza vitu ambavyo Mungu anawa anawaambia, watu ambao ana anawarudishia haki zao, anarudisha haki zao, anawavua yale magunia ya magonjwa Mafun, mag, magunia ya umaskini, magunia ya kurudir, ya kurudishwa nyuma kwenye huduma ya kuganda kwenye huduma. Anasema, tazameni, nitawaletea nafaka na divai na mafuta nanyi mtashiba. Kushiba maana yake ni kutoshelezwa, maana yake chochote ambacho shetani alikitengeneza kwenye maisha kikakufanya uhuzunike Bwana anakirudisha kwa ziada, ini, ini excess in ziada ile. Mathayo sita thelathini na tatu sikiliza kuna neno ziada pale. Unajua, mtu ambaye amevalishwa gunia, mtu ambaye amezuiliwa kwenda kumiliki kitu chake, manake mtu huyo anaishi kwenye aibu, na ili hiyo aibu itoke, kuna mtu ambaye anatakiwa aje aiondoe hiyo aibu kwa kurudisha ile haki ya kwake. Mathayo 6:33 inasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake wa na haki yake na hayo yote mtafanya nini? Naomba litazame neno kuzidishiwa, sio kupewa. Sikiliza, kuna tofauti kati ya kupewa na kuzidishiwa. Kuzidishiwa maana yake unapewa na ziada ya vile ambavyo ulistahili kupewa. Ninarudia tena, kuna tofauti kati ya kupewa na kupewa na ziada, hasa Mungu anavyosema hapa kwamba na hayo yote mnayoyahitaji baada ya kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake, mimi nitawapa kwa ziada, in excess. Maana yake Mungu hatakupa utajiri, atakupa ziada ya utajiri. Mungu hatakupa huduma, atakupa ziada ya huduma. Mungu hatakupa ndoa, atakupa ziada iliyo kwenye ndoa. Mungu hata kurudishia ndoa iliyoharibika, lakini atarudisha ndoa yenye amani ambayo ina uziada ndani yake.